Pale sizangu ya wizarani mimi kwa uh, majina ni kama nimesema, mimi ni daktari Elisha Osati, mimi ni daktari pale Muhimbili a magonjwa wa ndani, nimebobea kwenye magonjwa ya mapafu kwa Muhimbili, lakini pia kwa nimekuwa rais wa madaktari mesa mache wizarani, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya utafiti wa taifa wa magonjwa ya binadamu. Mimi neno nafsi kwa leo ni kwa utafiti wa taifa, kwa sababu zote ambazo zinahusu magonjwa ya binadamu na tibisha kwa nafsi. Nashukuru sana kwa kwa kwa swali. Ukizungumzia changamoto ambazo tunatarajia, lakini lazima reflect, angalia kwanza kwa kitu kinachonato tumeona nini na tunategemea kitu gani? E, kwenye kwenye hii bima tuliyonayo sasa, ambayo bima hii ime- kwanza imefanya mabadiliko makubwa sana kwenye sekta, imefanya sukari zetu zilizo na uwezo wa kulipa hata kwa kiasi kidogo, lakini kuwa na uwezo wa kulipa na kusaidia sukari zetu kuweza ku E, e, e, e, kuendeleza huduma na changamoto tulionayo kwenye hii hii inayotoka ap, wakati mwingine ngine tunakutana tunakutana sana na na na watu wenyewe, kwa sababu sisi tunaangalia bodi, tunaambia sisi kwamba nyinyi mnafanya, lakini sisi wagonjwa wanakuja mbele. Mgonjwa anapokuwa mbele yako halafu ukamwambia kwamba huduma hii unapata, lakini hii huwezi kupata, tunakuwa tofauti kidogo, hawakuelewi, lakini tunafanya pia kulingana nan na hiyo viongozi ambao wenzetu wanatetea, lakini thel for most tunaangalia mwananchi, na ndiyo maana katika zile moto tukwata alivyozungumzia kenda za bima, mtu akishindwa kulipa na namna nyingine, serikali imeweka utaratibu kwa kuweza kumsaidia kwa kupitia sasa kwenye kwenye hii iliyopita pika maanake hiyo kwan kwa sababu wenzetu yu, wanaangalia yu, ratibu walioweka, nasi tunaangalia walisikia wamgoni kwa hiyo, hiyo imekuwa ni changamoto kubwa ambao kunategemea sasa katika hii inayokuja kwamba asilimia nane tu Watanzania ndio wanaangalia nao kwenye NHIF kabla kuna asilimia moja a

Kama na uongo. Na mimi nikapoleta ndio fedha nyingi. Ngana kama watu wanachangia kidogo kidogo, tunasubiria wachumi na chole mtambie wananchi wanachangia kiasi gani. Ili sisi pia kupitia kwenye kwenye pia mabia kwa kwa sababu kwa kutoka kwa mmoja wetu kwa na propose. Kwanza wewe unatakasa kwa kuhimiza namna gani kwa jumla. Kwa tunategemea angalau tutafika asilimia hii zaidi. Kwa sababu ukweli ni kwamba watu watakwenda na mimi. Pamoja na asilimia nane ambayo nakusanya. Ndio kwa kiasi kubwa zawe inasimamia sekta yake kila mali kwa sahihi, kwa sababu hata zile exemption ambazo wanaweza wanapewa. Ukipewa exemption na kuna mtu anakuwa alipe ndio, lakini wakati mwingine labda hailipi kwa wakati, kwa sababu unakuta hospitali inakusanya zile zile za NSF. Inasaidia kwa wale wengine kupata huduma, kwa sababu tunategemea huko tunapoenda tutakuwa na mfuko mkubwa zaidi ambayo itakuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi wetu wa wingi na hatuoni kama kuna changamoto kubwa, wagonjwa kuongezeka. Wagonjwa ni wale wale, kwa sababu wanaokuja sasa wanakuja, ndio tunahudumia kwa exemption au kwa copayment au wanalipa out of pocket au kwa bima. Na ukienda ukizunguka Tanzania, nadhani tuna kazi kubwa sana ya kutoa elimu ya watu kupita kwenye hospitali zetu. Mimi kama nimekuwa rais wa madaktari kwa nimezungu kwa almost nchi nzima kuangalia huduma kwa madaktari mimi kwa wagonjwa wetu kwenye kutoka tofauti, utagundua kwamba rate ya exemption imekuwa ni kubwa sana, yaani watu ambao kawa wamepewa msamaha asilimia imekuwa kubwa kwao. Unakuta wale madaktari mchaji wa hospitali anapata tabu, kwa sababu pia watu wa sera na politicians wanapokuja

anasema amekuja pale anataka kukundua bure, lakini ameletwa na mtoto wake, mtoto wake wa wazima na sababu mzee bwana ana miaka 80. Kwa sababu ile hapo ni mtoa sera na mwanamama, sera ya afya ya elfu mbili na saba tunazungumzia kuhusu exemption, wazee waliozidi miaka 60, ambao hawana uwezo, ni jana watoto wadogo chini ya miaka 5, na mama wao, yeye kimeleza sera kwa sababu nzuri

yote ukoo mzima kwa mwaka mzima, kwa nadhani kuna kuna hiyo changamoto ambayo nadhani wenzetu kwa pamoja sasa kuhakikisha kwamba tunapeleka elimu hiyo tuweze kuelewa ili tuchangie mfuko wetu. Masuala la pili, au ni ni hilo, nashukuru kama waongeze kwamba tunafikiri kwamba hii ni universal health insurance, bima ya afya kwa wote, inaweza ikapambana na changamoto gani kwa watu wa huduma?